Natika niongee na wazazi ambao wanaisi kuwapa watoto kazi za nyumbani ni kuwatesa. Hawezi hata kukorogea uji bila dada wa kazi. Watoto wako kazi. Yaani wewe ni mzazi deal with your kids mpaka miaka tisini lakini hao watoto wakarudi nyumbani kwako wakaozi. Na heri mzazi wa kidigitali. Shosti! Tusemezane. Natika niongee na wazazi ambao wanaisi kuwapa watoto kazi za nyumbani ni kuwatesa. Tuko kwenye kizazi ambacho <clears throat> wazazi wengi tunaweza kulipa house girls ndio tunaweza, tunaweza ku- kulipa house boys tunaweza ku- kuwapeleka watoto good schools, lakini wazazi wengi tumeshindwa kuchukua na mamlaka juu ya watoto wetu. Ndio, wazazi wengi tumeshindwa kuwa na mamlaka juu ya watoto wetu. Kwa nini? Kwa sababu most of the time tuna wapa mamlaka yote watoto. So tumefika kwenye kizazi ambacho watoto wanatucontrol sisi, wanatucontrol to the extent ambayo ile misingi ambayo tulikuwaga tunafundishwa, wengi tukiamini ni umaskini, ndo skills ambazo zimetusaidia sana kwenye maisha yetu ya kila siku, ule misingi ambayo tulikuwa tumeaminishwa kwamba Jipikie, unatakiwa ujue kupika, unatakiwa ujue kuosha vyombo, unatakiwa yani vile vitu vilivyokuwa tumefundishwa. Most of the parents ambao umepata watoto ambao sasa hizi wana miaka tisa kumi kumi na moja yani wazazi wengi mliopata watoto ambao mpaka sasa hizi wana miaka ishirini kurudi hivi, wengi tumepita kwenye mikono ya wazazi wetu ambao walitufundisha skills za nyumbani na kadhalika. Then what happened? Tukapata hela <coughs> tukaona ule ni umaskini tukaanza kuona kwamba vile vitu havistahili, havi kuwafundisha watoto wetu. Yes, tuna mi sina shida nakuwa na house girls, lakini mfundishe mtoto wako activities za nyumbani, mfundishe mtoto wako kazi za nyumbani, mfundishe ajua, kwa sababu inamsaidia. Kama zilivyokusaidia wewe kwa namna moja au nyingine, ndivyo hivyo ambavyo mtoto wako vitakusaidia. Haijalishi how much money you have right now, haijarishi wato anasema hujui ya kesho It's not about unju ya kesho. Uweze ukaishi mpaka miaka tisini lakini hao watoto wakarudi nyumbani kwako wakawa mzigo. Ni kwamba to the extent ambayo unaumwa, hawezi hata kukoroga uji bila dada wa kazi. Sawa? Mfundishe minor skills tu. Yaani ajue tu. Haikutoi wewe kuwa tajiri, lakini inakufanya mtoto wawe na extra extra curriculum. Sinalipiaga extra curriculum shuleni. Fanya hivyo kwa mtoto wako awe na extra curriculum za nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu most of the time zitamsaidia kwa namna moja au nyingine <clears throat> kwenye maisha yake ya kila siku. Extra curriculum tunazolipa za tuition na nini zinabidi tuzifanye nyumbani. Most of the parents hatufanyi hivyo, umeona. Lakini nimekuja kugundua kwamba bora zile skills tulizopewaga na wazazi wetu zimetusaidia, lakini sisi tumeacha kuwapa watoto wetu kwa sababu tunahisi tunawaonea. Yani mzazi anamwambia, yani sasa atafanyaje? Atafanyaje? Yani mimi anisikilize, akusikilize, yani yani hamna. Yani yani wewe ni mzazi, deal with your kid kwa sababu huyo unayemlea sasa hivi ni reflection yako kesho na kesho kutu. Waezi kusema tutasema, yule ni mtoto wa fulani, kama unaitwa Anita, yule ni mtoto wa Anita. Unamwona yule yule ni mtoto wa Debora, yule ni mtoto, yani mtoto utasema hivyo. Kwa ni reflection. Sasa imagine your reflection. Wewe unaweza kufanya kila kitu, afu yeye hawezi kufanya kila kitu. Hawezi kufanya. Sio kila kitu hawezi kufanya. Eh, hawezi, yani hawezi kabisa. Na kwa nini hawezi? Ni kwa sababu hujawahi kujifundisha, uko busy. Yes, be busy. It's okay. Watafutie ada, it's okay. Lakini hakikisha pia skills, May, minor skills za, za nyumbani. Wanajua it helps. Kila la heri mzazi wa kidijitali. Shosti Tusemezane.